Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 29 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Thomas Becket, askofu na mfiadini, mwaka 1170. Toma Beckett alizaliwa mjini London nchini Uingereza mwaka 1118. Wazee wake ambao majina yao ni Gilbert na Matilda walikuwa raia wa kawaida na watu wa dini kweli kweli. Akiwa na umri wa miaka 21, Thomas Toma alifiwa na mamaye na baada ya muda mfupi babaye naye akafariki pia. Baadaye Toma alipewa kazi nyumbani kwa Teobaldi, askofu mkuu wa Kantabari huko Uingereza. Kwa kuwa askofu huyo alimpenda Toma, alimsaidia ili yafanikiwe katika njia yake ya kuwa padre. basi Mwaka alfu moja, mia moja, hamsini na nne alipewa ushemasi. Kadhalika mfalme wa Uingereza Henriko wa pili alimpenda sana Toma na hivyo kwa ajili ya uhusiano wake na askofu mkuu pia na mfalme, Shemasi Toma akapewa wadhifa mkubwa serikalini. Hata akawahi kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Kufuatana na hali hiyo, alipata watumishi wengi, akavaa kimalidadi na kuhudhuria katika karamu nyingi sana. Kwa tabia yake, Toma alikuwa mtu mwenye kiburi na mwepesi kukasirika. Hata hivyo, aliishi maisha ya sala, alifanya mafungo ya kiroho na hata kujiadhibu kwa kujipiga mijeledi. Mwaka elfu moja mia moja sitini na moja, askofu mkuu wa Kantabari Theobald alipofariki dunia, Mfalme Henriko alimtaka Shemasi Toma kushika nafasi yake, lakini Toma alikataa kabisa akisema, Wataka nikubali kuwa askofu lakini nionavyo mimi si sawa, kwa maana itakuja siku tutakapokorofishana kuhusu haki za kanisa, nawe utanikasirikia. Lakini kwa kuwa barozi wa Papa alimfanya aikubali hadhi hiyo, Toma akatii akapewa upadre mwaka 1162 na siku chache baadaye akasimikwa kuwa askofu. Ndipo namna yake ya kuishi ilipoanza kubadilika. Kwanza alijiuzuru kama waziri mkuu, halafu aliwaomba baadhi ya mapadre wake wamjulishe kinaganaga makosa watakayoyagundua kwake. Akazidi kufanya malipizi kwa namna mbalimbali na kutoa msaada wa fedha kwa watu wengi. Siku moja, Mfalme Henriko alitunga sheria zilizopingana na zile za kanisa ambazo Askofu Toma hakuweza kukubaliana nazo. Kwa hiyo, mfalme akaanza kumchukia sana rafiki yake wa zamani. Ikampasa Askofu Toma kukimbilia Ufaransa ambako walikaa kwa muda wa miaka saba. Alipopewa ruhusa ya kurudi Uingereza, adui zake walianza tena kumchochea mfalme dhidi ya Askofu Mkuu Toma. Na siku moja Mfalme Henriko alisema, "Lini nitaweza kumshinda askofu yule?" Neno hilo lilitosha kabisa. Watu wanne wakamwendea askofu mkuu wakamkuta katika kanisa lake kuu, wakampiga upanga kichwani, wakamchoma visu na kuvunja fuvu la kichwa, hata ubongo ukamwagika chini mbele ya altari. Alipokuwa akiitendewa hivyo, askofu mkuu Toma aliwaambia, msiwadhuru mapadre wangu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina! Watakatifu wa Afrika tarehe ishirini na tisa Desemba: Mtakatifu Dominikus, Mtakatifu Viktor, Mtakatifu Primianus, Mtakatifu Libosus, Mtakatifu Saturninus, Mtakatifu Kresensius, Mtakatifu Sekundus, na Mtakatifu Honoratus wa fiadini Afrika ya Kaskazini. Mtakatifu Thomas Becket askofu na mfiadini, utuombee.